Mradi wa kuimiri mabadiliko ya tabia nchi wa Simiu unaojengwa na serikali kwa garama ya shilingi 440 na mradi wa maji la madi uliojengwa kwa garama ya bilioni 128 ni kielelezo thabiti cha serikali kutimiza azima yake ya kumtua mama ndo kichwani. Akitimisha ziyara yake ya kikazi wa Simiu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia sulu Hasani kwanza anazindua mradi wa maji la madi na kisha kuweka juu la msingi mradi wa kuimiri mabadiliko ya tabia nchi mkoani Simiu, na hapa nawaahidi wa Tanzania serikali kuendelea kutatua changamoto ya maji. Ndugu zangu, maeneo haya yamekuwa na changamoto kubwa au kubwa sana ya upatikanaji wa maji. Ndio maana serikali imeamua kutekeleza mradi wa Lamadi ambayo nimeuzindua hivi punde. Mradi wa Lamadi pamoja na huu nilioweka jiwe la msingi hapa, kwa pamoja itaboresha huduma maji safi na usafi wa mazingira katika mkoa wote wa Simiyu. Miradi hii itakuwa ni mkombozi mkubwa kwa wananchi wa mji wa Lamadi, Nyashimo, Bariadi, Liganga Bilili, sambamba na vijiji mia moja na tatu katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi huu kwa ukanda huu wa kanda ya ziwa. Pekee yake, karibu trilioni moja milioni mia nne zimetumika kuleta suluhu ya maji ndani ya kanda ya ziwa. Waziri wa Maji Jumaa Weso anaelezea hali ya upatikanaji wa maji nchini. Umetueleza kuzana ya maji, watu wapate maji kwa asilimia 95, mpaka hivi linakozungumza leo tumeshafika asilimia 91.6. Mheshimiwa Rais, tuna minani aengelea mjini na vijijini zaidi ya elfu moja Aidha, Rais Samia anatoa wito kwa Watanzania kuendelea kudumisha amani na utulivu, huku akiwasisitiza kuchapa kazi kwa ajili ya kujiletea maendeleo. Tupata maji hapa. Kwa hiyo kazi yetu sasa, kama wananchi, kwa kuwa tuna huduma zote za jamii, afya zimelindwa, elimu imepatikana kazi yetu sasa ni kuchapa kazi, kuongeza uzalishaji wa chakula, mazao ya biashara na mazao ya chakula, ili familia na jamii ipate nguvu zaidi, tuweze kufanya maendeleo zaidi.